Ni maandamano ya wahitimu wa kada mbalimbali mbali katika chuo kikuu cha kidini cha Teleo wakielekea katika kanisa la Full Victory Gospel Church katika sherehe ya mahafali yao iliyofanyika katika kanisa hilo lililopo katika mtaa wa Kibonde Maji uliopo katika kata ya Mbagala wilani Temeke mkoani Dar es Salaam. Katika mahafali hiyo iliyofanyika Jumapili ya Juni 22 mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano walikuwa na jumla ya wahitimu kumi na wawili ambapo nane kati yao wamehitimu katika ngazi ya shahada ya uzamili katika kada tofauti tofauti na wengine wanne wakihitimu katika ngazi ya shahada ya uzamivu katika masomo ya dini. Baadhi ya wahitimu wameeleza shauku yao baada ya kuhitimu masomo yao, wakiahidi kutumia taaluma yao kwa ajili ya kujenga jamii iliyo bora. Ukweli itanisaidia sana kwa ajili ya kuifanya kazi ya Mungu, lakini pia hata jamii, kwa sababu masomo haya pia yanahusu hata kuielea jamii, hata kuwa mshauri pia kwa taasisi za serikali sababu so, imekava masomo ambayo yana play part sehemu zote. Leo ni siku yetu muhimu sana ambayo tulikuwa tukisubiria kwa hamu kwa ajili ya kuhitimu shahada ya uzamizi, kwa lugha ya Kiingereza ni masters. Kwa maana hiyo basi, tunamshukuru Mungu mpaka hapa tulipofika. Ninatoka katika kanisa la Salemu Old Spirit Church kule nina hudumu kama mchungaji, lakini pia tunamshukuru Mungu kwa ajili ya elimu tulioipata katika chuo hichi cha Teleo, kwani chuo hichi kimetufanya ufahamu upanuke zaidi na hata kuweza kufanya kazi kwa ufanisi kati ya kanisa na jamii. Kwa upande wake mchungaji mwenyeji Dkt Ayubu Mwakang'ata, ambaye mahafali lilifanyika katika kanisa lake, ambaye pia amekuwa sehemu ya wahitimu aliyepata shahada yake ya uzamivu ya tatu ambayo hii amesomea masuala ya dini, ameeleza kuwa ni muhimu kwa jamii kutunza maadili, akiahidi kutumia taaluma yake kukabiliana na suala la mmonyoko wa maadili unaoendelea kuwa gonjwa katika jamii kutokana na maendeleo ya mawasiliano, hususan ni kukua kwa matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii. Jamii itarajie kutoka kwangu kuhamasika kwamba, wakati mwingine si vijana tu ndio wanatakiwa wasome sana, hata wazee wanatakiwa wasome, hasa kwa sisi wa Kristo, kwamba ke vijana uh, wachukue mwili wa Kristo kama ni kiongozi katika kila jambo, na wafanye kama wayaishi yale maisha aliyoyaishi Kristo mwenyewe. Sasa hivi katika utandawazi na hasa mitandao, jinsi ilivyoenea, unajua mtu, kila mtu anaweza akajiita mchungaji na akaanzisha kanisa kwenye kwenye mitandao sasa. Huko wanawafundisha maadili gani? Ni e, ngumu sana. Labda tuseme tu kwamba sisi kama kanisa tunawafundisha vijana wetu wawe na maadili mema mazuri yanayoheshimu hata utawala bora yanayoheshimu e, uongozi katika serikali au katika jamii yanayoheshimu hata e, wazee vijana sasa hivi unajua wana, wanaona kama vile wanaweza wakamaliza kila, kila kitu wenyewe lakini bila wazee. Hakuna kwenda, wazee ni dawa. Katika sherehe hiyo alihudhuria pia mkurugenzi wa chuo cha Teleo kanda ya Afrika Dr. Mrugeta Ashaji kutoka Ethiopia, alielezea tukio la wahitimu hao kuwa ni alama tosha kutoka katika chuo cha Teleo katika kuandaa wanafunzi waliobora program

Hata uh, really hivyo. Katika hatua nyingine, mkurugenzi huyu ameeleza kuwa ni muhimu kwa jamii na waumini kuendelea kusoma elimu ya dini, kwani dini inamwandaa mtu kufundisha jamii ili kutengeneza jamii na kizazi kilicho bora zaidi.

Hii ilikuwa ni mahafali ya sita tangu kuanzishwa kwa chuo hicho kanda ya Afrika hususani Tanzania, kilichopo katika eneo la Kibonde Maji, kata ya Mbagala, wilaya ya Temeke Temeke mkoani Dar es Salaam huku ikishuhudiwa jumla ya wahitimu kumi na wawili kutoka katika chuo cha Teleo chenye ushirikiano na chuo kingine cha kimataifa cha TNET wakimaliza masomo yao katika mahafali iliyofanyika katika kanisa la Full Victory Gospel Church. Kutoka katika eneo la kanisa hili, mimi ni Kulwa Mwaijulu na hii ni Msasa Media.